kwa waliokuwepo, ilikuwa ni ukumbusho kwamba upendo na umoja vinaweza kushinda mazingira magumu. Wanandoa walitembea kwa pamoja kwenye eneo lililoandaliwa kwa sherehe, wakishikana mikono huko, sura zao zikionekana kujaa matumaini ya maisha mapya. Mashirika ya misaada ya kimataifa, ikiwemo lile lililosaidia kuandaa tukio hilo, iliwapatia baadhi ya wanandoa hao zawadi ndogo za kifedha na vifaa vya msingi ili kuwasaidia kuanza safari yao. Tukio hilo lilipangwa kama njia ya kuleta faraja kwa jamii iliyopitia misukosuko mikubwa. Wengi wa wale waliofunga ndoa walipoteza nyumba, mali na hata ndugu kwenye kipindi cha vita, lakini walisisitiza kuwa kuanza upya ni sehemu ya kuponya majeraha ya miaka miwili. Mmoja wa maharusi alisema kuwa ndoa yao imekuwa njia ya kurejesha tabasamu na kuonyesha tena kwa mustakabali unaweza kujengwa tena hatua kwa hatua. Hilo liliibua hisia nyingi kutoka miongoni mwa waliokuwepo, ambao waliona tukio hilo kama ishara ya kufufuka kwa utu na amani. Kwa ujumla, ndoa hiyo ya pamoja imeonekana kama ujumbe wenye nguvu kuhusu ustahimilivu wa watu wa Gaza miongoni mwa mateso vifu na uharibifu, wanandoa hamsini na nne waliamua kuchagua matumaini badala ya kukata tamaa. Sherehe hiyo haikuwa tu tukio la harusi, bali ilikuwa ni ishara kwamba upendo bado una nafasi kubwa katika jamii na kwamba hata katikati ya vifusi, watu wanaweza kuendelea kuamini katika kesho iliyo bora.